Sitasahau kamwe wakati huo, miaka iliyopita, binti yangu mdogo alipokuwa na umri wa miaka minne hivi, na alikuwa akiendesha pamoja nami kwenye lori, na taa iligeuka kuwa ya njano, na niliweza kuongeza kasi na kupita kwenye makutano, unajua kwa wakati tu. Bado nakumbuka jinsi alivyoniangalia na kwa upole na ukweli kabisa, akaniuliza baba, je, njano inamaanisha kuongeza kasi? Naam, wakati huo nilihukumiwa kwa kweli. Ningetamani mke wangu asingemfundisha rangi mapema sana maishani. Nilikuwa na maelezo ya kumweleza binti yangu kweli. Ukweli ni kwamba sipendi kusubiri. Je, wewe unapenda? Na sipaswi kuzingatia njano kama nafasi ya kuongeza kasi, lakini nafanya hivyo. Ninaweza kufikiria labda wewe ni kama mimi, ingawa natumaini wewe ni mfano bora kwa watoto wako kuliko nilivyokuwa. Lakini lazima nikuambie kuna mambo machache yanayonipa changamoto zaidi kuliko kusubiri Mungu na wewe, je? Mwandishi mmoja alibadilisha mawazo yangu aliposema: muda tunaosubiri si muhimu kama kile tunachofanya tunaposubiri. Tupatie kitu cha kufanya tunaposubiri na kusubiri kunakuwa rahisi kuvumilia. Unajua, hicho ndicho hasa David anachofikiria anapoandika hapa katika Zaburi sura ya 27. Sasa uhusu mada ya kumsubiri Mungu, mada ya Zaburi hii iko katika aya ya mwisho, aya ya 14, msubiri Bwana uwe na nguvu na moyo wako upate ujasiri, msubiri Bwana. Kwa maneno mengine, msubiri Bwana, lakini usikae tu hapo ukisubiri. Daudi anatupatia mambo mazuri ya kufanya tunaposubiri. Kwanza anasema anza kukumbuka, anza kujikumbusha ukweli ambao tayari unaujua. Hivyo ndivyo daudi anavyofanya hapa katika aya ya moja anapoandika, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Kwa maneno mengine, nitajikumbusha kwamba Mungu aliniokoa na Mungu aliyeniokoa ataniacha yeye hadi leo hii ndiye chanzo cha nuru yangu na wokovu wangu. Daudi anapojikumbusha kuhusu Mungu alivyo sasa, anapata motisha ya kumwabudu Bwana. Anasema hapa katika aya ya sita, nitaimba na kumtungia Bwana nyimbo. Kwa maneno mengine, kuna giza kote kunizunguka lakini nitamwimbia, yeye ni nuru yangu na wokovu wangu. Labda ndiyo maana Bwana wakati mwingine anatufanya tusubiri labda ni kutukumbusha yeye ni nani na alichokifanya. Unajua, hiyo ina njia ya kuingiza ujasiri ndani ya mioyo yetu tunaposubiri chochote atakachofanya baadaye, tukikumbuka alichokifanya na kumwimbia kwa sifa. Sasa hapa kuna kitu kingine tunachoweza kufanya. Usijikumbushe tu ukweli ambao tayari unaujua. Pili, baki wazi kwa ukweli mpya ambao bado hujajifunza. Daudi anaandika hapa katika aya ya kumi na moja nifundishe njia yako, e hey, Bwana. Tazama, Daudi anasema Bwana niko tayari kujiandikisha kwa kozi mpya. Sasa maishani unapomsubiri Mungu, hebu nikuambie, Mungu kimsingi anakusajili katika kozi mpya ya kujenga imani, na huwezi kuisoma tu bila kushiriki. Lazima ufanye kazi zote za nyumbani na kufanya mitihani. Je, uko tayari? je uko tayari kuketi katika darasa hilo ambalo mungu amekupangia leo naam daudi anaandika nifundishe njia yako e bwana kwa maneno mengine usiniruhusu ni baki mjinga katika njia yangu ya kufikiri njia yangu ya kuishi bwana nifundishe njia yako sasa anaandika zaidi hapa katika mstari wa kumi na moja nifundishe njia yako e bwana na miongoze katika njia iliyo sawa Daudi haombi hapa Bwana uniongoze katika njia rahisi. Ombi lake ni uniongoze katika njia iliyo sawa, yaani uniongoze kwenye njia ambayo naweza kutembea unaponiongoza. Sasa katika zaburi inayofuata, Zaburi sura ya 28 Daudi anaandika kwa moyo uliojaa ujasiri na matumaini. Kwa kweli anaimba hapa chini katika mstari wa sita: na ahimidiwe wanapomana, amesikia sauti ya maombi yangu ya rehema. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, ndani yake moyo wangu unatumaini na ninasaibiwa. Kisha Daudi anaomba kwa ajili ya watu wake hapa katika mstari wa tisa, ye okoa watu wako na ubariki urithi wako, uwe mchungaji wao na uwabebe milele. Mfano mzuri sana kwa njia wa kujali watu wengine, hata wakati una mambo mengi ya kujishughulikia mwenyewe. Inanikumbusha kidogo Mtume Paulo ambaye aliandika kwamba Mungu hutufariji katika dhiki zetu ili tuweze kuwafariji wale walio katika dhiki yoyote kwa faraja ambayo sisi wenyewe tunafarijiwa na Mungu. Mbili wa Korintho moja, mstari wa nne. Unaona, tumaini na faraja ni vitu ambavyo Mungu anakusudia uendelee kuvitoa, na isipokuwa unaishi katika ulimwengu wa peke yako, maisha yako yanagusa watu wengine, sivyo? Una watu wengine katika mzunguko wa maisha yako, ni mwenzi wa ndoa, inaweza kuwa watoto, inaweza kuwa majirani, marafiki, wafanyakazi wenzako, na wameathiriwa na changamoto fulani katika maisha yao. Basi kile shiriki kile ulichojifunza, shiriki kile ulichofunzwa pale katika darasa lile ambapo Bwana alikupitisha kwenye mtaala huo, alikufundisha njia zake, alikupa moyo, ujasiri umejifunza nini? Basi usibaki na kile ulichojifunza mwenyewe. Hii ni mara moja ambapo unaweza kumruhusu mtu unakili majibu yako kwenye mtihani ule, mtihani uliokuwa nao maishani. Endelea na ushiriki majibu yako yote na watu wengine. Sasa Zaburi 29 inatupeleka kwenye tukio ambapo Daudi anaonekana kushuhudia dhoruba ikipanda juu ya bahari ya Mediterania, kisha ikisonga mashariki na kisha juu ya milima na kisha kuelekea kusini kwenye jangwa. Kwa hivyo anajenga hiyo kuwa shairi hili zuri. Unajua, katika siku iliyo wazi katika Israeli unaweza kusimama juu ya mlima kama nilivyofanya na unaweza kuona kwa maili nyingi kuzunguka. Kwa hivyo Daudi ni dhahiri, eh akiwa ameketi juu mahali fulani hapa na anatazama dhoruba hii na anaandika katika mstari wa tatu, sauti ya Bwana iko juu ya maji. Sasa anarejelea radi inayopiga huko juu ya bahari ya Mediterania. Niruhusu nikukumbushe, mataifa ya kipagani yaliyomzunguka yaliamini kwamba Baali alikuwa mungu wa radi. Baali alikuwa mungu aliyedhibiti dhoruba. Hapana, hapana, Daudi anasema hapa, hapana, hiyo ni sauti ya Muumba. Yeye ndiye anayepiga bradi. Kimsingi, anachomaanisha ni kwamba Mungu ndiye anayedhibiti kila dhoruba maishani. Daudi hata anaandika hapa katika mstari wa tano, sauti ya Bwana inavunja mierezi ya Lebanoni. Kwa maneno mengine, hii ni dhoruba inayopindua baadhi ya miti mikubwa huko Lebanoni. Ni kuambie miti hii ya mierezi ilikuwa na urefu wa futi 100 na upana wa futi 6 hata hivyo, nguvu za Mungu, Daudi anaandika, zinaweza kushughulikia miti hiyo kana kwamba ni vijiti vya meno kwenye chupa. Sasa dhoruba inapoelekea nikani, Daudi anaangalia anga zikianza kumwaga mvua na anakumbusha kwamba Mungu ndiye anayedhibiti mafuriko makubwa zaidi ya maji wahi kugonga sayari ya dunia. Anaandika hapa katika mstari wa kumi Bwana anaketi juu ya mafuriko. Bwana anaketi juu ya kiti cha enzi kama mfalme milele. Sasa ninahitaji kukuambia kwamba neno hili la mafuriko hapa ni nadra. Mara nyingine pekee katika agano la kale ambapo neno hili linatokea ni katika simulizi la mwanzo kuhusu mafuriko yaliyofunika dunia. Kwa hivyo Daudi anasema kwamba ikiwa Bwana alikuwa anadhibiti dhoruba hiyo kubwa ya kimataifa, Unajua nini, ana nguvu za kutosha kudhibiti dhoruba ambayo imeingia katika maisha yako leo. Unajua, labda sasa hivi unakumbana na mvua kubwa. Kwa baadhi yenu inaweza kuwa ni mvua ya haraka na jua litatokea hivi karibuni, lakini kwa wengine, labda kwa baadhi yenu mnaosikiliza sasa hivi, imekuwa ikinyesha kwa siku kadhaa, labda maji yanapanda, hakuna dalili ya mvua hiyo kupungua, ni radi moja baada ya nyingine. Basi hakikisha hakikisha, mpendwa, kwamba hakuna hata moja ya haya ni kupoteza muda katika maisha yako. Kuwa mtu wa kujifunza, amini Mungu anapoelekeza safina yako ndogo kupitia mafuriko ya maji yaliyoingia katika maisha yako. Ninadhamini ukweli kwamba Daudi amepitia dhoruba nyingi mwenyewe. Kwa kweli anaandika hapa kama mtaalamu aliyenusurika dhoruba. Daudi anatuambia kuwa uh, ujasiri na matumaini vitakuwa tunapojikumbusha kile tunachojua tayari ni kweli kuhusu Mungu. Tukumbuke, halafu tujifunze tena. Ikiwa ni lazima, turudi darasani na tujifunze kwamba Mungu hajawahi kuwa na haraka. Mungu haendeshi kwenye taa za njano. Hahitaji kufanya hivyo. Hii ni kwa sababu yeye huwa anafika kwa wakati. Na wapendwa, labda huo ndio ukumbusho unaohitaji leo. Mungu atakuwa kwa wakati mwafaka kwako. Basi hadi safari yetu ya hekima ijayo, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote.